Lina kichwa cha somo, ramani ya maisha ya mwanadamu au ramani ya maisha ya mtu. Tuseme wote, ramani ya maisha ya mwanadamu, mwanadamu. Hili ndilo somo tunaloendelea nalo, ramani ya maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anasafiri. Safari yako ya maisha inaanza katika ulimwengu wa mwili inaanza siku unapozaliwa. Katika ulimwengu wa roho safari ya maisha inaanza siku ulipotungiwa mimba, inaanza siku ulipotungiwa mimba. Katika ulimwengu huu safari ya maisha inaanza siku unapozaliwa. Na safari ya maisha ya kila mmoja wetu inapoanza, Mungu huwa tayari ameshachora ramani ya maisha ya kila mmoja wetu, tayari ameshachora ramani ya maisha yako, ramani nzima: kuzaliwa kwako, kukua kwako, elimu yako, mahusiano yako, maendeleo, mafanikio yako kesho yako, familia utakayokuwa nayo baadaye, kila kitu ajila, na kila kitu Mungu anakuwa alishachola ramani tayari, na kila jambo kwenye maisha linatokea kulingana na ramani. Tulizungumza wiki iliyopita, tukasema ramani ya Mungu ikishachola, hii ni ramani original, na hakuna wa kuifuta. Kama unaelewa unaweza kusema amina. Ila tukasema kuna ramani zingine, ramani zingine za maisha ya mwanadamu. Ramani nyingine ni ramani inayochorwa na Shetani. Ramani nyingine ni ramani inayochorwa na Ibilisi. Hii ni ramani fake. Hii siyo ramani ya original. Shetani huwa anajitahidi asome ramani la ramani yako iliyochorwa na Mungu, alafu anataka ibadilishe, anataka ipindishe, apindishe maisha yako, abadilishe, kupeleke ambavyo sivyo mungu alikusudia. Hii ni ramani feki. Alafu tukasema ramani zote za maisha ni ramani za kiroho. Sasa tuliachana njia panda, tukasema hivi. Ramani zingine, ramani za tatu huchorwa na mwanadamu, huchorwa na mtu. Ramani ya maisha ya mtu inaweza ikachorwa na wazazi, inaweza ikachorwa na mtu yoyote kwenye ukoo, kwenye familia. Ramani ya maisha ya mtu inaweza ikachorwa na mwalimu wako shuleni, chuoni. Ramani ya maisha yako inaweza ikachorwa na wachora ramani, wanaochora ramani kwenye serikali za wanadamu. Tukasema ramani zote hizi zinaitwa ramani za kiroho, kwa sababu unapozaliwa lazima uiombee ramani uliyochorwa na Mungu ili iweze kutimia, lakini pia lazima uwaombee wachora ramani wengine ambao ni wanadamu, ili wanapochora wasije wakachora kama shetani alivyochora wala wasije wakachora kwa matakwa yao na ubinafsi wao na mawazo yao tofauti na ramani ya Mungu, watakuwa wamekuharibia, watakuwa wamekupotezea. Nikasema kwamba iwe ni taasisi, unavyoona una kama hivi, hili ni kanisa Hebrews Camp, ni taasisi mwambie jirani yako, hili kanisa kiroho ni kanisa, lakini kwa dunia hii ni taasisi. Hii taasisi, kuna wanaochora ramani ya taasisi. Walikaa chini wakachora ramani kwa taasisi. Sasa mwangalie jirani yako, mwambie wewe ni Mtanzania. Alafu mwambie kwenye hii nchi ya Tanzania kuna wachola lamani. Lamani zingine hazijacholwa leo, zilicholwa miaka mingi kabisa, kabla hata wewe na mimi hatujazaliwa. Yanayotukia leo wanatimiza, wanafanya kulingana na lamani iliyocholwa siku nyingi sana. Timisha wala kufanya tofauti na lamani, anatakiwa fanya kulingana na lamani hata wewe ungekalishwa kwenye hicho kiti ungefanya sawa sawa na ramani. Hata kama unachofanya unafanya huku unalia, kama ajabaliisio mchoro, lazima ufanye kulingana na ramani, la sivyo wachoraji, wachoraji wakae chini, wachore upya. Mwangalie usoni jirani yako, muulize, unaelewa hata kidogo?